Watu watatu kutoka eneo la Kangai, Mwea, kaunti ya Kirinyaga wanapokea matibabu katika hospitali kuu ya Kerugoya baada ya kuripotiwa kupoteza uwezo wa kuona baada ya kunywa pombe haramu. Hata hivyo, maafisa katika kaunti ya Kirinyaga wamesema waathiriwa wako hatarini huku msako mkali ukianzishwa kunasa pombe haramu na walohusika. Haya najiri takriban mwezi mmoja ama mwaka mmoja na miezi miwili tangu watu wengine 20 kufariki katika eneo hilo baada ya kunywa pombe haramu. Wenyeji wanakemea vyombo vya usalama kwa kutopambana na pombe haramu katika eneo hilo. Wasai wamelala wamelasa hapa hospitalini, hawaoni, hawaongei. Ukikumbuka ya kwamba mwaka unjao kuna watu walifariki sana katika Kangai, mpaka former deputy president Rigathi Gachagua alikunja kusimama na hao familia. Saa hiyo kichanga inataka kutupita kutupata tena. Na hii pombe ruhusa inatokana kwa wakuu wetu, sababu ile siku kuna handyman ama chief wana kunapigwa pigiseni, wao ndio wanapeana ripoti hiyo pombe hiyo siku haitapikwa. Eh, two cases which has been reported at Jega Health Center of people who have claimed to have consumed unknown alcoholic drinks. These patients are being examined at our health facility and according to the doctor's position they are, are both stable and are further been referred to for further examination at Kerugoya County referral hospital.